Kihistoria, mkoa huu ulikuwa unahesabika ni mkoa wa pembezoni, na kweli ulikuwa pembezoni tulikotoka. Lakini kusafirisha bidhaa kutoka huku, kupeleka Dar es Salaam kwa walaji, kupeleka mahali popote nayo haikuwa rahisi. alikuwa tu na barabara za lami, ilikuwa ni barabara za udongo. Leo angalau na barabara ya lami inatoka Tunduma, unafika mpaka Sumbawanga. Kama itoshi unatoka Sumbawanga kwa lami unakwenda mpaka Kibaoni nilipopita juzi. Ndio maana kelele ulisikia leo. Jamani malizeni ka barabara akatuunganisha sasa na Katavi kwa maana Mpanda litakuja na haliko mbali. Makadirio alikuwa ni kwamba unaposafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Sumbwanga ni karibu kilomita elfu mbili, maana ilikuwa ni 1700 something like that. Tembuse kwenda mpaka Mpanda kwe Kwa hiyo kwa kweli mkoa huu tulikuwa backward. Tulikuwa nyuma sana kielimu, vile vile tulichelewa, na hatuna sababu ya kumlaumu yeyote. Mazingira yenyewe yalikuwa magumu sana. Leo waziri wa kilimo anatuambia Rukwa ni mkoa wa pili katika uzalishaji wa chakula Baada ya uvuma mkoa huu, Mheshimiwa Rais, mkoa unaweza ukalisha kuliko hata tunavyofikiria, kwa sababu ardhi yake ni nzuri, wana hali ya hewa nzuri, wanarukwa, wanarukwa.